Kazi kwanza mpaka kieleweke, jamani. Maanake sasa, vijana vijana wenzetu, pia wazee wameamua kujikita kwenye swala la sanaa. Kwa sababu gani? Watu wote sisi tunatafuta maisha. Sasa kwenye kutafuta maisha, maanake sasa ndio wamejikita huko, tuwasapotini. Mimi Nyau Gang nimekuja kuwasapoti Mega Gang hapa niko nao leo, kama familia yangu, nimekuja kushuti kwao. Maana yake kwenye series zao mtaniona vile vile <laughs> kuna series yao pendwa mpya inaitwa Fumanizi, yenye ndio nimepita mimi, ndio nimefumaniwa ndani <laughs> huko muone sasa nilivyofumaniwa jamani. Channel yao ya YouTube inaitwa Mega TV Mega Gang TZ, huyu amesema hapa kama CEO amenisaisha kidogo jamani, mwende pale mka subscribe mka comment mkashare mwanaake sasa pale, yaani ndio mfanye kila kitu jamani <laughs> sema aiawa ai kazi kwanza mpaka kieleweke.